Ukimwona mtu ata kama umemzidi kidogo kimaisha, mwite kwa adabu. Kaenda kukaa kwenye siti, mwite mhudumu, bwana, kamsalimia, rafiki yangu mimi niko hapa. Lakini eti mtu ataja ingia, kapita, uko kwenye meza umeshika enkeni yako hiyo, ile expired mwaka 2094 unaanza kuongea kwa... <laughs> nyi wasomi nini? mimi <laughs> mwenyewe naweza sio, unaona ndogo wangu wanaosha hapa, wewe unajiweza ujue, eh, hey, hata kama moja hii, lakini nina power oya, oh, yeah. Kuna mtu anaweka kidogo kidogo, kila siku anawekeza kwenye makampuni, ili kitimia, naye atembelee. Sasa mimi hata sijawahi kuwekeza, nimeichukua tu, nimetoka Ulaya, nimelipia kwa nini? si vimbe! Acheni ushamba, wasomi nini. Tukikutana sehemu yote ya starehe, sehemu ya mikutano, muite mtu kiadabu, sawa? So, e, bwana, habari yako za sasa hizi? na kuona upo, ndugu yangu, maisha yanaenda. Lakini wewe mtu unamuona hapa, wewe fulani, ah, wewe nguvu we, hizo umezipata wapi wewe? Ah wewe acha bwana hata shambani kwako una nguvu hizo. Emwacheni bwana, wasomi ndio maana kila siku gomvu wetu auishi. Haya, unanita hivyo kama kimabavu, mabavu una ulinzi wa nyumbani kwako, wala ulinzi wa kanisani una, wala hata ulinzi wa Mungu wa mwisho una bado tu unanita wenjo. We, tuheshimiane, msomi usinidharau <laughs> kwenye maisha, sawa. Ukimkuta mtu sehemu yoyote mrespect. Ukimkuta akaingia sehemu, mwache kwanza akakae akapumzike. Unamtuma mhudumu bwana, msalimie yule. We mtu ajaingia tu kapita, umekaa tu na kibia chako eh? Ulikiacha tangu juzi, umekipitia leo tena, unaanza kuleta mambo yako ya madoido ba. We fulani, njoo, jiheshimu wewe, sawa. Unanitaifa kwa kipi? Kwa hilo vieti lako la kuindia umelipaki nje? Mi naona mavieti yote ya kuindia tu ya ku, mtu kalipaki nje. Mi mtu nimwone na Cadillac, nimwone na Lexus, sawa bwana eh? Tumemwona huyu kidogo. Sasa unaendesha vieti, kila mtu anao, afu bado unanivimbia ba Haaa, tuheshimiane. Unaona, mimi kuna mtu anaekeza kama hiki kidogo kidogo, anajinyima kula, anajiwekea mikakati, anaacha zinaa ndani ya miezi sita, ili afanikishe ndoto yake, hii hapa milioni 45. Lakini mimi nimeinunua bila kuwekeza, bila nini, nimeagizwa, nimelipa. Kwa hiyo tuheshimiane, sawa. Kuna mtu kama yeye, mko naye ofisi moja, anaekeza kidogo kidogo kila siku, analeta, anajiwekea katika ndoto. Ukimwona mtu kama umemzidi kidogo kimaisha, mwite kwa adabu kaenda kukaa kwenye siti mwite mhudumu bwana kamsalimia rafiki yangu mimi niko hapa lakini eti mtu ataja ingia kapita uko kwenye meza umeshika enkeni yako hiyo ile expired mwaka 2094 unaanza kufunguza oya ni wasomi nini <laughs> mimi mwenyewe naweza sio unaona mdogo wangu wanaosha hapa wewe unajiweza ujue eh hey, hata kama moja hii lakini nina power oya kuna mtu anaika kidogo kidogo kila siku anaekeza kwenye makampuni ili kitimia, naye atembelee. Sasa mimi hata sijawahi kuwekeza, nimeichukua tu, nimetoka Ulaya nimelipia. kwa nini si vimbe? Acheni ushamba, wasomi nini. Tukikutana sehemu yoyote ya starehe, sehemu ya mikutano, muite mtu kiadabu, sawa? So, e, bwana habari yako za saa hizi, nakuona upo ndugu yangu, maisha yanaenda. Lakini wewe mtu unamuona hapa, wewe fulani, ah wewe, we, nguvu hizo umezipata wapi wewe we? ah wewe muacha bwana, hata shambani kwako kwa una nguvu hizo. Emwacheni bwana, wasomi ndio maana kila siku gomvu wetu hauishi. Haya, unanita hivyo kama kimabavu, ki mabavu, una ulinzi wa nyumbani kwako, wala ulinzi wa kanisani una, wala hata ulinzi wa Mungu wa mwisho una baada tu unanita wenjo we, tuheshimiane. Msomi ni dharau kwenye maisha, sawa? Ukimkuta mtu sehemu yoyote mrespect. Ukimkuta kaingia sehemu, acha kwanza akakaya akapumzike, unamtuma mhudumu, bwana, msalimie yule. We mtu ajaingia tukapita, umekaa tu na kibia chako eh? Ulikiacha tangu juzi, umekipitia leo, tena unaanza kuleta mambo yako ya madoido ba, wewe fulani, njoo jiheshimu wewe. Sawa, unanita hivyo kwa kipi? Kwa hilo vieti lako la kuindia umelipaki nje? Mi naona mavieti yote ya kuindia tu ya mtu kalipaki nje. Mi mtu nimemwona na Cadillac, nimemwona na Lexus, sawa bwana eh? Ndo tamuona huyu kidogo. Sasa unaendesha vieti kila mtu analo, alafu bado unanivimbia ba. Acha bwana tuheshimiane. Unaona mi kuna mtu anaekeza kama hii kidogo kidogo, anajinyima kula anajiwekea mikakati, anaacha zinaa ndani ya miezi sita, ili afanikishe ndoto yake hii. Hapa milioni 45, lakini mi nimeinunua bila kuwekeza, bila nini, nimeagiza toka Poland, nimelipa kwa hiyo tuheshimiane, sawa. Kuna mtu kama yeye, mko naye ofisi moja, anawekeza kidogo kidogo, kila siku analeta laki tano, elfu hamsini, laki moja, anajiwekea katika ndoto.